Mtazamaji wa Master TZ Online TV, karibu katika kisa cha huyu kijana, kisa cha tofauti sana, na kisa ambacho hakijawahi kutokea duniani kote. Na hili ni tukio ambalo lilifanyika na kijana aitwaye Uwizo. Na pia ni tukio ambalo ni la ajabu kidogo, kwa maana ni tukio ambalo linaweza kukufurahisha kwa upande mmoja, lakini pia linaweza kukuhuzunisha kwa upande wa pili na hiyo ni tukio ambayo alilifanya huyu kijana aitwaye Wizo la kuoa wa mabinti watatu ambao ni mapacha. Nikwambie tu nini hasa kilichomfanya huyu kijana aitwaye Wizo kuwaoa hao mabinti watatu ambao ni mapacha. Imani ya kijana huyo aitwaye Wizo ni kwamba tukio lake aliamini kabisa alikuweza kumfurahisha kila mtu, kuna watu walifurahi na wengine kuhuzunika na wengine kumuwazia mabaya, akiamini kwamba hakuna binadamu ambaye anaweza kumfurahisha binadamu mwenzie kwa kila kitu. Hii ilimpelekea kuamini kuwa ni sahihi wazazi wake kutokuhudhuria tukio lake la harusi hiyo, kwa maana mila na desturi haziruhusu matukio kama hayo. Lakini tukienda mbali zaidi kwenye upande wa mabinti hao ambao ni mabinti watatu mapacha. Mapacha hao watatu walifurahia sana uamuzi wa kijana Wizo kukubali kuwaoa wote, kwani ndoto yao ilikuwa ni kutaka kuolewa na mwanaume mmoja tu, kwani tabia, uzuri na kila kitu walifanana. Pia walisema tokea utoto wao walikuwa wakishea kila kitu na kufanya kwa kufanana Swali ni je, walishawai kutoka na kijana mwingine mbali na Wizo, au ndo kusema kwamba walitunza ubinti wao kwa ajili ya Wizo? Basi kijana Wizo walitokea kumpenda Natali ambaye walikutana kupitia mitandao ya kijamii. Baada ya hapo, waliweza kukutana na kupanga mipango mingi sana, kisha kuachana Nikimaanisha kila mtu akirudi kuendelea na majukumu yake ya kila siku. Wakati ulipofika wa kukutana na mchumba wake Natali kwa ajili ya mipango ya ndoa yao, wizo ilimbidi aende kukutana na mpenzi wake Natali nyumbani kwao. Kilichotokea ni kwamba alienda kukutana na mabinti watatu wanaofanana kwa kila kitu na hiyo hali ilimpelekea kuchanganyikiwa kabisa na kutaka hata kuzimia kwa kilichotokea, na hakuishia hapo. Akauliza Natali ni yupi? Jibu la hao mabinti lilikuwa la kustajabisha, maana walisema hujawahi kukutana na msichana mmoja tu, tukwambie ukweli: kwa mara ya kwanza ulikutana na Deshe, na mara ya pili ukakutana na Tasha mara ya tatu ndipo kakutana na Tali ambaye sasa ndiye ulikutana naye kupitia mtandaoni. Hapo ndipo nikachanganyikiwa zaidi, na ndipo nikakubali kuwaoa wote watatu, kwani sikutaka nimuoe mmoja na nikaacha wawili, wakati huo wote nishajuana nao. Na nikumbushe tu kwamba wale mabinti watatu walikuwa wakishea kutokea utoto wao. Na vipi kuhusu upande wa familia yake? Uwizo ni kwamba wazazi wake hawakuweza kuhudhuria kabisa kwenye tukio lake la harusi, maana hawakuafikiana naye kabisa na maamuzi yake, lakini imani ya Uwizo ilikuwa ni kwamba ni lazima utapoteza ili kupata kitu kingine. Kwa hiyo aliona hawezi kufurahisha kila watu kwa tukio lake ambalo aliamua kulifanya. aliyeweza kukubaliana na maamuzi ya Uwizo kwenye upande wa familia yake ni mmoja tu ambaye ni dada yake aitwa Bisho, pamoja na kwamba naye kutoka komuanzo, kwa mwanzo alishindwa kuelewa kuamini uamuzi wa, wa kaka yake. Maswali ni je, unafikiri maamuzi ya wazazi yalikuwa sahihi kutokuhudhuria kuhudhuria harusi ya Bwana Wizo lakini pia unafikiri nini angekifanya Wizo ili amoe aliyekutana naye kupitia mtandao wa kijamii, na ukitambua kabisa wanaojua uhalisia wa yupi ni Natali, wa kweli ni hao mapacha? Usahau kuacha kwevi, comment yako hivi kwenye comment section hapo. Lakini pia kama ulikuwa bado ya subscribe kupitia akaunti ya Master TZ, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe, na ndipo utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka Master TZ Online TV.